Katika kupika u uwali wetu wa mayai kwanza, nitaanza kuchemsha mchele wangu na mafuta na chumvi, nitaweka na iliki kama hivyo, mbegu vitatu. Sio lazima kuweka iliki, lakini ni vizuri, inaleta harufu nzuri katika wali. Utauchemsha tu kama kama kawaida kama wali wetu wa kawaida tu wakuchemsha. So, ukishaiva ukishakauka vizuri, utauweka pembeni ule wali wako. Utachukua chombo chako changie, kama ni sufuria ama ni frampan, utaiweka ma mafuta vizuri, alafu utaweka kitunguu, utakikatakata vidogo vidogo kama hivyo, utaviweka utavikaanga, visiwe visianze kuwa crunchy ama kukauka, utaika mayai. Mimi hapa nimetumia mayai saba, lakini nategemea na wingi wa wali wako pia na jinsi unavyopinda mayai yawe kwenye wali mona. Haya mayai nitakavyoyapika itakuwa ni kama scrambled eggs, nitavuruga nitavuruga kama mnavyoona hapo katika video kisha vinakuwa vipispisi hivyo katika video kama hivyo. Alafu utachukua mayai yako utaweka pembeni katika chombo chako, kama ni sahani ama ni kibakuli au utaweka tu pembeni. Afu utachukua tena hiyo frampeni yako utaekea tena mafuta kidogo, kama mnavyoona hapo. Haya ni kwa ajili sasa ya wali. Hii recipe ni kama ya wali wa kukaanga, lakini tunaongezea mayai this time. Kwa kama mnavyoona hapo, nimeweka kitunguu ambacho nimevikata tu vikubwa vikubwa, so kama vile vya mayai nitavikaanga vizuri, lakini sitasubiri vikauke ama vio vya brown. Afu nitaweka hapo tunguu saumu kidogo kwa ajili ya harufu na flavor nzuri katika hichi chakula chetu utaendelea kuvikaanga vizuri kuvivuruga na mafuta. Baada ya hapo, utaweka karoti zako ambazo umezikata hivi. Unaweza ukazikata vyote unavyopendelea karoti zako ziwe, lakini mimi nimezikata hivi kwa sababu nataka zionekane katika ule wali. Nimeweka na hoho, unaendelea kuvichanganya vijikaange vyenyewe na mafuta katika moto wa saizi ya kati tu, tumia medium heat hapa. Mimi staki hivi nanio viive sana, lakini kama unataka uendelee kuiva sana unaweza ukavifunikia vipate ule mvuke viive, lakini mimi nataka ziwe crunchy crunchy, na bado naendelea kupika naendelea kuweka kwenye wali, kwa hiyo vinaendelea kuiva zaidi. Kwa kama hapa mnaviona, nitaweka ule wali wangu ambao niliuchemsha. Afuta, uchanganya tu vizuri huku bado moto uko kidogo. Sasa utakuwa umepunguza moto wako uwe medium, uwe kama una ukanga ule wali. Afu kama mnavyoona hapo, nitachukua nimechukua njegere zangu nimeweka, ambazo hizo njegere nilizichemsha pia, zimechemshwa, kwa hiyo sio mbichi. Utaendelea kuchanganya vizuri. Kama mnavyoona wale wetu sasa unavutia, umekuwa kama wale wa maua, lakini hatujamalizia, hatujaishia hapo. Tunaweka sasa yale mayai ambayo tuliyakaanga. Baada ya hapo utachanganya wali wako, utaendelea kuchanganya vizuri, kugeuza vizuri katika moto ambao ni mdogo. Kama unapendelea kwamba hivi hizi karoti zako ama hizi hoho ziendelee kulainika, unaweza ukaufunikia hapa katika moto mdogo tu, ukaufunikia na uendelee kupata ile harufu ya ya mayai kwenye wali, lakini kama Vipi, waliwako hapa huko tayari kabisa, uko vizuri kwa kula. Unaweza kula na kitu chochote kile unachopendelea, unaweza ukatengenezea nyama roast hapo pembeni, ukakausha nyama na mboga zako za majani ama na kachumbari, ukala vizuri. Asanteni sana kwa kuangalia video hii. Kama umeipenda usisahau ku like. Kama wewe ni mgeni katika hii channel, please nakuomba subscribe. Kama unapenda kupewa ujumbe mfupi kila ninapoupload, pia bonyeza hiyo kengele. Kama kawaida tutakutana tena wiki jayo, baba bye bye.